Na mtendaji we ulivyo ripoti huko, eneo hilo nalitambua wewe, maana wewe ndo msimamizi wa mali za umma. Ndio mtendaji unalitambua. Sasa ile eneo nataka mnisaidie, ili ninapoona kwenye mkutano, kabla sijaanza kutoa maelekezo mengine, nije eneo la tukio. Yani toka nimefika kwenye kata hii, sijaonyeshwa eneo la jamaa wala eneo la mwabela kutoka huku Mmm wow. hmm. e. Wewe katika kufuatilia namna tulivyokuambia hmm. si umefuatilia, sababu nisema wajibu wako eh, sababu sababu, hey. Sababu, mtendaji wewe Nisane. Ndo unamwakilisha mkurugenzi Nisane. Na kwa muundo kwa sababu zebi eneo liko kwenye mamlaka ama yake ardhi kwenye revu yako iko chini yako kuisimamia, lakini kimundo rasmi iko chini ya mamlaka, kwa sababu wao ndo najua kitongoji, sio serikali. Ndio maana tunakuulizeni, unajua nyenye mkielewa mnafanya mimi nielewe. Nyenye msiponielewesha mimi nitashinda kuelewa. Kwa maelezo ya wananchi niliyopokea toka siku ile, inaonyesha eneo yani sisi tulimwagiza nje kama. Na kamati wametumia jitihada zipi? Yaani kama jambo hili sasa mwenyekiti watu wamemlalamikia jitihada zako za binafsi ni zipi? Yaani kwenye eneo hili. Na wewe wewe ulikata. Mimi nao nilifahamu ni kwamba wamemlalamikia. Yaani no, ulishughulikiaje? Yaani ulilifuatiliaje? Swali so, langu mm. Umeelewa? Yeah. Sisi tumelalamikiwa na wananchi kwamba eh, mwenyekiti kuna eneo letu moja mbili tatu. Mm. Tuliunda tume, sio? Ndio. Yeah. Tulivyounda tume. Wewe kama mtendaji sasa. Umelishughulikiaje eneo hili au umelielewaje? Uh, e, eh, yeah. Hili kijana mm. eh, umelielewaje? mm. Kulifuatilia eh, eneo uk iikua da na huko nyuma, kabla hatujananii kuna maeneo tulikuja kuwaongezea shule ya sekondari okay. eh, hmm. kwa maana ukichukua majengo haya yote ya huko hmm. yalikuwa sio Busare, ilikuwa hmm. na okay. Kwa hiyo tulikuja na uongozi kwa maana ya mheshimiwa diwani kwenye hmm. vitu vya vitongoji, tukaja na mtoto huyo wa Mwabera, tukatenga eneo hili hapa, tuwape tuiongezee shule kwa sababu mwenyekiti wa Busale, diwani wa Busale hmm. alituambia eneo lililopo kwake ni dogo kwa kujenga majengo yanayohitajika kwa ajili ya ile shule. kwa nini mlikuja na mtoto wa Mwabera? alikuwepo na yeye kama mwananchi huyo, yani mtoto wa Mwabera alikuja kama mwananchi, lakini sisi tulikuja viongozi, kwa maana wenye vitu, ila kiongozi wa chama kama mwasisi wa kata hii kama mwenyekiti aliyekuwa mwenyekiti wa kijiji tulimwalika, ambaye ni maboko maboko, tulimwalika tukuja naye kasema, unajua historia ya maeneo haya, hebu tupe tuonyeshe ajahen aina <coughs> wazee anaofahamu historia. Sababu majibu <coughs> mengine mnajitesa. <coughs> Ndio, yaani wewe tulisha kuambia, tumekuja huko <coughs> kufuata wazee, hawajakupa historia kwa sababu ma, tunasema marashari, tuna shahidi wa kihistoria <coughs> e, kwamba kuna muda mnagoro Yaani huyo anasema changu changu. La kwetu kwa sababu moja, mbili, tatu. La kwangu moja, mbili, tatu. Kwa sababu kujua kusuluhi migogoro ya ardhi inahitaji utulivu. Ndio maana hatujaemka ndio maana kabla tujana kwenye mkutano tumeona tuje tupate status kwanza, wenzetu huko mmeelewaje? Ndio maana kwa nauliza kwa nini mnisema la kwetu. <laughs> Naelewa eh? Ndio pia nikamwambia wananchi kwa nini ulisema la kwetu. Sasa una sisi tulioyaona hapa tunayo si maana tuna document. Lakini yatakuja mengine kwenye mkutano. Tutayachakata. Lakini yote na yote lazima itimisho ipatikane. Hili eneo mm, mwenyekiti, mimi najua la. Mm. Wakati tumeletwa huko kuzungushwa kwamba tuangalie mipaka mm, tuipitishwe huko ila sasa no, mipaka ya wananchi atakuonyeshwa. Mm. Hivyo ndio kiapo hicho. Mm. Mipaka ya wananchi sikuonyeshwa. Haya, sasa mimi ningine nikuulize. Wewe si ni kaka yangu? Ndio. Ulivyo wananchi wako wanalalamika, umefuatilia? Wanake analalamikiwa hapa ni mwe aliyevamia anayetakiwa kusimama kwa niaba ya wananchi ni wewe. Uongozi ni mgumu, wanasema hakuna kitu kibaya. Nikifika tatizo sawa sawa. Sasa manake tutakapofika muda, let's say tunaingia, kwa sababu pana mambo mawili. Tukiona linatusumbua tutatanua wigo, ndio maana leo yuko yuko yuko afisa tarafa. Manake tukiona linatusumbua tutampa naye kipande, na sisi almasharo tutabaki nacho kipande, kipande. Kipande chetu sisi tutadili na sheria. Kipande chake yeye atadili na dola. Kwamba tutomba pia mpaka mamlaka takukuru kwa waliingilie. Sasa wakilingilia litaenda kwenye kukamatana kamata. Sasa ndio inakuta ana mwenyekiti alihusika. Hakaza <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> wana <laughs> <laughs> za. <laughs> Kwa <laughs> nini yeye ajui? Kuna mambo mawili. Hata mamlaka walipokuja huko. Wao walione wali eneo. Nikasema mipaka eneo si mm, sijui. Ila mpaka pale nilikuja na hapa hapa, hapa, hapa. Mm -hmm. Wakasema tuonyeshe nikasema, mipaka mimi ya watu sijui ila mpaka waibanda mm -hmm. na usari na ufahamu manake mwawele ametoa kama, mm -hmm. mm -hmm. kama eka sita mm -hmm. lake huku Mm. Eva. Basi hamna shida. Sisi hapa tuna hapa ni mazungumzo baada ya habari. Nashukuru. Yes, cool. Tutakwenda kwa wananchi tutaongea kwa ufupi. Hata leo wananchi hatutawaruhusu waongee mambo mengi. Kwa sababu tunaenda kutoa maamuzi. E, yes, yes. Eh, ya kuvaa usika. Yaani sisi tunaenda kuvaa. Ndio maana leo timu tumeongeza kubwa. Tumeogopa tu kuja na polisi. Kama tutawatisha watu. Nashukuru. Yes, cool. Lakini maamuzi sisi tunasimama upande wa wananchi. Mwenyezi karibu tutaongea. Nashukuru, Mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri. Mm. Kwa sababu mlengwa nipo hapa. Ndio Mwabele. Eh, ndio nilisishwa ile eneo. Ah, okay. Na mimi ni kiongozi wa Chama <coughs> cha Mapinduzi ndani ya Kataibani. Mm. Asilimia kubwa mimi sipendi migogoro yote hiyo. Mm. Okay. Mm. Mheshimiwa mwenyekiti pamoja na serikali yako. Mm. Wakati unakuja umladi, umladi, Kata walivyofika hapa wakaona eneo la Busale limekaa mteremkoni. Mm. Itabidi diwani Busale aulizwe, choku, wa kata ya Busale aulizwe, hicho kipande cha huku kicho kipande wa miti ni cha nani? Mm. Wakasema hapana, hilo eneo ni eneo la mtu, lakini ipo kwenye kata ya Ibanda. Mm. Itabidi, serikali ya kata ya Busale itafute serikali ya kata ya Ibanda. Mheshimiwa mwenyekiti, nilitumia maamuzi magumu sana hilo eh, eneo unaloona la miti lilishauzwa, baba alishauza, aliezinisha pale ni mwenyekiti marehemu Sampa. Eh, kuanzia kwenye ile utawala, jengo la utawala mpaka kwenye bweni la, la pili lilikuwa eneo la Brother Gilbert Mlabwa, miti imepandwa mpaka saa hizi ipo sasa. Mimi nikaingizwa kwenye kamati, mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri nilivyoingizwa kwenye kamati eh, mwenyekiti wa chama akaniambia hivi, kiongozi, najua lile ni eneo ni la kwenu. Nikasema sawa. Akasema wewe kiongozi, tunakuomba huu mradi umeletwa na, na mheshimiwa mwenyekiti wa chama hmm. Bahati nzuri wewe utatusaidia kwenye ukoo wako na watu ambao walionunua huko. Mimi nikasema hivi, kiongozi, hapo utanipa wakati mgumu Sabini. Mimi nikamwambia mwenyekiti wa chama, kiongozi, onyesha eneo ambalo wananitaka wao Tabii ni goli mwenyekiti wa chama akaja akaonyesha eneo ambalo mlali unatakiwa bwaro lile liwepo utawala na menu, na ma, ma, ma, ma, majengo mengine. Maana wale mheshimiwa mwenyekiti waliofika hapa, wao walitaka shule ianzie kule ije huku, sio kwamba ianzie hapa iende kule. Unaona? Mimi nikamwambia mwenyekiti, mimi nitamsupport Mama Samia Suluhu Hassan, ambaye ndio mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Haiwezekaniki uanze kusema viongozi wakati banda <coughs> wamekatalia eneo mradi umeondoka. Nikasema, mheshimiwa, waonyesha eneo ni kweli, walipita, walienda wakaonyesha kama eka. Unaona zile eka sita. <coughs> Sita, kuna miti mle imepandwa, hapo kuna eka mbili za kwetu za kina Mwabera, kuna eka mbili za Gilibati, kuna eka mbili za mtu mwingine, zote hizo walizinisha mheshimiwa Sampa marehemu na wale wana wana, wana hati ya mauziano non itabidi walioanza wa kujenga. Mimi nikampigia blaza, Giribati, na na kakaangu mkubwa bwana, tunaomba, kuna kitu kimetokea huku tunaomba kama serikali ya kataibanda mimi mwenye maana, nilikuwemo kwenye kamati na ile kamati nazani e, ule mtasari nadhani mheshimiwa nadhani mtendaji nao e, tulivyokaa kwa kweli walipoanza kujenga ule mradi wale wakapigiwa simu, wana huko wamechukua eneo la mradi. Aliyesimamia hilo eneo mpaka ukabizi hmm. ni mtu ambaye alikuwepo kwenye kusaini. Ni kweli saini yangu ilikuwepo pale, wakati Sampa anaidhinisha mimi nilikuwa sh shahidi wa babangu, unaona. Itabidi yule baba aseme mimi pale nataka fidia, serikali nipe fidia, unaona. Nikasema brother, mimi siku ile nilikuwepo mimi ndo nilitoa maamuzi, naomba unisamehe. Unaona, siwezi siwezi nika, nikafukuza nika, nika mnadi. Naomba unielewe kitu kimoja, pale mama Samia ameleta hizo e pesa. Ule mnadi ukija maeneo yote yatazidi ya, kupanda. Akasema mimi pale dogo boda, serikali imeninipa pesa nyingi sana, na alienda mpaka mahakamani, wakaniongezea milioni hamsini unaona. Sasa kwa nini hicho kipande mimi nimenunua na aliniidhinisha diwani na na hati ninazo za, za, za kununua eneo kwa nini tena serikali hiyo ikabidhi serikali? No. Itabidi pale baza nikamuomba nikawaomba, bahati nzuri akasema nipe namba ya diwani. Nikampa namba ya diwani. Eh, alimpigia diwani, sijajua aliongea nini nacho na diwani. Na mimi nikamwambia diwani, huyo mtu mwambie ukweli. Simpige chenga umwambie ukweli. Unaona kwamba kuna hiki na hiki na hiki nisionekanike, wanamwabela wameuza hicho kieneo, unaona? Japo kwa mimi nimetumia maamuzi magumu, kwa sababu nimetumia maamuzi magumu, akasema mdogo wangu, kwa sababu wewe ni kiongozi wa chama, unaona, wewe ni kutegemea sana, unaona kwamba hapo mimi nitachukua fidia, uende hiyo fidia ambayo utachukua mimi. Mm, mimi nilifurahia mradi hiyo yote hayo mimi, mimi sikuelewa Naona. Akasema lakini ndugu wangu mimi nitaenda mahakamani. Lazima serikali nipe fidia. Naona. Ni kweli kaenda; nadhani waliongea na mheshimiwa diwani, sio, akafikia wapi na walipofikia mimi nilikuwa sijui. Naona. Itabidi mtu wa tatu nikamuita mwenyekiti wa chama pamoja na, na na viongozi wengine. Tukakaa pale the wings, tukaongea naye vizuri, tukasema jamani, ule mradi wa Mama Samia Suluhu Hassan, Busale wametoa kile kipande, unaona? Ile eneo wametoa lakini sisi tumetoa kile kipande. Ule mradi sisi banda tungekatalia lile eneo ingeonekanika sisi hatupendi mradi. Unaona, inabidi mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri mimi nikamwambia ukweli, nikasema, viongozi muwe wa kweli, msinibebeshe mimi mzigo. Unaona, eh, huu mradi ni wa serikali. Unajua, kuna vitu vingine vinaisha vinaishia ndani ya serikali. Unaona, vinaishia ndani ya serikali, lakini sio mpaka wananchi wajue kinachoendelea unaona. Ni kweli, mheshimiwa, wananchi tungewatangazia au ndugu zangu wangewatangazia kwamba kuna mradi. Nadhani mradi usingejengwa. No. Tulichokifanya, mimi nilichokifanya, nikawaambia mnishirikishe mimi tu. Walivyo nishirikisha mimi. Baada ya mradi lile bwana kwanza kujengwa ndio wale kwanza kushtuka na kwanza kuwatuliza. Sasa, mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri, mimi sitaki migogoro na serikali. Tumetoa heka sita zile mimi mimi mpaka sasa sielewani na Gilbert Mlabwa ule mnadi anayojenga siku mbaba yale yote material mimi ningeleta pale material lakini kwa sababu ya kipande hiki mimi sielewani naye kakaangu mkubwa mimi sielewani naye kivile mheshimiwa wali mashauri hiki kipande mimi ndo nacho kimiliki nilipewa na babangu hiki kipande mimi sitaki migogoro na serikali kwa sababu mimi ni kiongozi wa chama na mimi chama changu ndio kinaunda hiyo serikali. Neo ma, chama changu kinasema hivi. Sisi tunasimamia ilani ya utekelezaji. Nyie mnasimamia ilani ya utekelezaji wa chama chetu. Sasa niombeeni mngetulia nyie sasa. Naanza kikao kingine tena. Hmm. Na hmm. Konyo, umladi, umladi Toe, hmm. Chango, chango, chango, mimi mheshimiwa sitaki migogoro. Kwenye huu mradi, huu mradi tulipokea vizuri. Toeni maamuzi kwa hiki. Kiwe changu, mkitoa kwamba kiwe changu, kisiwe changu, mimi napokea. Unaona? Kwa sababu mimi ndo mimi ndo mmiliki wa maeneo haya. Nilipewa hmm, na babangu. Juzi kati eh, injinia wa mradi pamoja na mwalimu mkuu hapa. Wakaniomba, wakanipigia simu. Bwana, tunakuomba utupe kipande hiki hiki hapa. Tunataka tujenge nyumba ya walimu. Nikasema mimi kule nimetoa vipande vingi. Alafu tena serikali hiyo hiyo imenigombanisha na watu. Kisa mimi ni kiongozi wa chama. Non. Nikweli yule mama akanielewa. Nikasema mama, ninachokuomba unilimie barabara kutoka kule ije, ije karibu na eneo la kwangu. Yule mama akasema sawa, tunashukuru. Barabara barabara kipande sawa, tunashukuru sisi, tutakulimia barabara. Nimetoa kwa moyo wangu wote bila migogoro yoyote ile ya kiserikali, kwa sababu mimi ndo muunda serikali ko. Nakuomba mheshimiwa wa mashauri hapa tulipo toa maamuzi kuhusu hiki eneo, mimi nina moyo wangu safi kabisa kwa sababu ni kiongozi wa chama. Ndugu zangu wana Ibanda, mheshimiwa diwani, wataalamu wote, tuliongozana na nyinyi, wananchi wa Ibanda, kwanza niwape pole kwa msiba kuanzia juzi tulipota msiba, lakini pia kulikuwa kuna taarifa ambayo ilikuwa na mkanganyo. Mkutano wetu tulikuwa tufanye jana, lakini baada ya kupata taarifa ya msiba, tukaambiwa tuwepo na msiba ambao Ka leo sisi tupishe mkutano leo ndo tuendelee na, na mkutano. Kumbe kaa kuna shida ya kimawasiliano na familia, sababu tulijua leo watakuwa wamezika jana, sisi tuendelee na na mkutano, lakini pia tukaambiwa leo, kwa sababu maiti wanasafirisha wanapereka ndobo, tukajua asubuhi watakuwa wamesafirisha, sisi tuendelee na na mkutano. Sasa kuna kitu wanasema, ukizidi kusubirisha watu zile hisia na matamanio yao mwisho wa siku yataisha. Nikasema wacha waliopo ndio tupeleke uchumi, wanaamini nyinyi mtakuwa mabalozi kwa kueleza wenzenu juu ya yale ambayo tumekubaliana hapa. Kwanza nitumie nafasi hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetupa uhai na afya leo tuko leo Ibanda, lakini jambo la pili Ndugu zangu, nishukuru kamati ambayo tuliipa jukumu ya kutembelea na kutathmini changamoto ya malalamiko yenu juu ya ardhi ambayo iko eneo letu la Ibanda, ambayo ilihusisha kuonekana kipande kipo na kipande akipo. Leo asubuhi nilianzia asubuhi kwenye vikao vyetu vya halmashauri, tumetoka hapo tukakutana ofisi pamoja na Mheshimiwa Diwani na jopo zima la kata, tumekwenda kuangalia eneo Ukawa tuna kikao kifupi sehemu yetu ya eneo ambalo ndo ambalo linazungumziwa kuhusiana na huo mgogoro, lakini niseme, kabla yote tumshukuru Mwenyezi Mungu. Anasema jambo lolote ukimtanguliza Mwenyezi Mungu huwa jambo linaisha bila shida aina yoyote. Kwa hiyo tumekaa pale, tukakubaliana katika mashauriano mafupi kati ya wananchi wachache walioweza kuwawakilisheni pamoja na ambaye amekuwa uh, ni mmiriki wa eneo linaramikiwa. Tumekaa tukazungumza, lakini tumisha ya mazungumzo baadaye, nitampa nafasi ya kuzungumze kwenu ili muone ninachosema mimi kimetoka moyoni mwake. Tumekubaliana kwamba eneo kwa eneo lile, kwa sababu ni eneo ambalo linaramikiwa na umma wa Wanaibanda, hatuna sababu kuendelea na huo mgogoro na mgongano na wananchi, kwa sababu na sisi ni sehemu ya wananchi. Kwa hiyo kwangu amenitolea maamuzi kwamba eneo lile analiachia rasmi linakuwa ni mali ya umma wa Nibanda. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kumpongeza ndugu yetu ambaye ameamua maamuzi kwa niaba ya wafamilia ya Mwabera. Ni maamuzi ya kizalendo. Ibanda ni ya kwake, Ibanda ni sehemu yake. Sasa maadamu aliniambia mimi tukiwa wawili basi naomba yeye auambie umma, waone dhana. Karibu. Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti wa Halmashauri pamoja na jopo lako, hapo awali nimezungumza neno moja kwamba mimi sipendi migogoro na serikali yangu na sipendi migogoro na wananchi wangu. Mheshimiwa Mwenyekiti, eh, nimezungumza kule juu kwa manufaa ya Ibanda. Hapo awali, familia ya Mwabela na watoto wa Mwabela walitoa hekari sita kwa ajili ya mnadi wa Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa hilo mheshimiwa, mbele ya umma huu nawathibitishia kwamba kile kipande na kiacha mikononi mwa serikali.